Uh, kwa wanawake wenye malengo ya kupungua, kutengeneza mwili, kuondoa mafuta mwilini, na kushauri sana, nyanyua vyuma vizito. Ukienda gym, nyanyua vyuma vizito na uh, najua classes za aerobics ziko fani, najua kuluka luka, mna enjoy kutoa jasho, mnaamini ndio kutoa mafuta Is that okay? jasho, ni za soke lakini kutoa jasho ni cool, ni process ya mwili na sio kubani mafuta. Sikia contraction ya muscles, kadri unavyoshughulisha misuli yako unatengeneza vitu vitatu muhimu, sawa Ukiachana okay, umuhimu wa mazoezi ya squat tu kwa binadamu ila uwepo wa kufanya mazoezi ya kunyanyua vitu vizito basi unaongeza metabolism yako. Matatizo yako ya tumbo yote ya disappear. Sawa. Unaimarisha afya yako ya ubongo. Tunasema bongo unahitaji brain, kuna kitu kinaitwa brain shock. Ni muhimu sana kwa ajili ya ufanisi wako na kuondoa stress na mawazo. Okay, wanawake ndio wanaongoza soko na depression na kulia muda wote. na kitu kingine, ukugeuza kuwa fat burning machine. Okay? Yani inarahisisha zaidi uwepo wa kuchoma mafuta kwa haraka. Okay, kuliko mazoezi ya kulukaluka. Sikia, huwezi kuwa na misuli kama mwanaume kwa sababu homoni zako za estrogen haziwezi kuruhusu. Kwa hivyo so usiogope kunyanyua vitu vizito, anza kufanya mazoezi kunyanyua vitu vizito na punguza mazoezi ya kulukaluka, itakusaidia.